Najua pamoja na changamoto ngumu ya uchumi, lakini mmeweza kuchangia shilingi elfu moja, shilingi elfu mbili. Hilo ni pesa nyingi sana, zitaweza kufanya kazi, lakini hii inaonyesha ni umiliki wa kile kituo, mmemiliki wenyewe na mmechangia. Inaonekana mwingine leo kujiandaa, kesho anaweza kupata pesa, au kesho kutwa au shughuli kishaanza, lakini hata kushiriki tu kuchanganya mchanga na sementi hata kubeba mbao, ukabeba msumari, yote hiyo ni shughuli ambayo itafanyika na mtashiriki moja moja kwenye shughuli. Natamani kuiona Mbeya ya aina hii ambayo watu mnashirikiana kwa upendo, umoja na mshikamano. Kama tunataka kuchangia mambo mbalimbali ya harusi na shughuli mbalimbali za vikoba, kwa nini sio kuchangia shughuli inayowahusu watoto wetu wenyewe na jamii na kao? Natamani kuiona Mbeya ya aina hii, tuendelee injo na maeneo mengine. Nikitokea jambo linalohusu jamii, tujitokeze serikali itakuja, tutafuata nyuma kwao. Nawashukuru sana. Leo hii harambee yetu imefana sana. Pesa taslimu tulizopata kwa michango hiyo waliotoa wananchi midogo midogo tumeweza kupata laki nne laki nne na elfu hamsini na nne Jipigieni makofi. Bongo Play TV.